Moja kati ya changamoto ambazo tunazipitia au wanazipitia watu ambao ni mabachela katika maisha ya kila siku, wa sasa, baada ya mizunguko yao kila siku, baada ya kazi inakuwaga ni swala so zima la kupika mzee. Yaani unakuwa umetoka kazini, unarudi nyumbani umechoka, alafu pia unatakiwa upike ili upike msosi. So hiyo challenge pia na mimi naiface. Sometimes unakuta umefika nyumbani <laughs> unakuwa na njaa unasema, nitaenda nitapika, nitapika then unasubiri mpaka unaanza kusikia kizunguzungu, unataka kuanguka, unasema hebu mm, ngoja niende jikoni nikapike sije nikafa. Yani chakula kipo, labda vipo kwenye friji, unaviona lakini huwezi kupika mpaka usikie kizunguzungu, uanze kujihisi unataka kuanguka, unaenda kupika. So ukichana kwamba in general, kupika ni changamoto but uh, moja kati ya challenge kubwa zaidi kwangu mimi ni kupika mboga za majani, yaani nikiwa nafikiria kwanza kuzinunua, uje uzioshe, u, uchambue kwanza, ukatekate. Kwa hiyo ni moja kati ya challenge kubwa sana kwangu. So miezi kama mitatu iliyopita, nilijitoa mhanga, mi nikasema, sijala mboga za majani siku nyingi, nisije nikaanza kuanza kuandikiwa na daktari, ndio nianze kulebu moja, na mimi nianze kujali afya, si unajua sometimes, okay. So nikawa nimenunua mboga za majani zile, nikarudi nazo nyumbani nikazisafisha vizuri nikazi katakata na nini, zilikuwa nyingi nyingi kidogo, ni kama kwa mimi ni kama mboga ya kula siku mbili tatu, yeah. so baada ya kuenda vizuri siku ile nikawa nimepika nikawa nimeionja ina noga sana so, na next morning, uh, kabla sijaenda kazini nikasema okay, so unajua lazima upashe pashe vitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haviharibiki, so nikawa nimewasha jiko pale nikawa nimepasha vyakula vingine sasa yenyewe ilikuwa ya mwisho, ilikuwa ya mwisho. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba nikawa nimepunguza moto, nimeweka kidogo sana, nikawa nenda shughuli zingine. Sasa wakati nimemaliza, nikawa nimesharidhika kwamba nimeshapasha vya kutosha, kwamba nikirudi jioni nitaikuta ikiwa bado iko vizuri, nikawa nimezima jiko, nikawa nime ni gas so nikawa nimezima, nikawa nimeenda kazini, almost ilikuwa saa moja kasoro So hiyo ni siku ambayo ni siku ambayo nishiwa ni sana kurudi nyumbani uli almost saa nne usiku. Baada hiyo ilikuwa tayari saa nne sio almost, ni saa nne usiku. So baada ya kurudi saa nne usiku, nikaingia jikoni, kitu cha kwanza kwenda nafungua na ile mboga niangalie, kwa sababu najua imeshapita muda mrefu, labda natakiwa nipashe tena. So nikakutana na vitu vyeusi <laughs> ni hatari. Ndio hizo picha ambazo unaziona hapo kwenye skrini yako. Hiyo ni sufuria ambayo nilikuta na hiyo mboga, kumbe wakati unazima jiko usikuwa makini na kuhakikisha kwamba moto umezimika. Kwa hiyo masaa yote kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa nne usiku moto bado ulikuwa unawaka na ile mboga ilikuwa inaendelea kupikwa mpaka ikafikia ikaungua, mpaka ikaharibika, ikawa kama mkaa, mpaka na ikaharibu na sufuria pia. So nikawa nimeangalia, kwanza sikuamini, nikasema, jitihada zote nilizozifanya mimi ni mvivu kupika mboga za majani, nimepambana, nimejitahidi, nimeosha, nimekata na nini alafu tena nimekuwa mara moja alafu mboga nyingi hivyo imeungua. So nikawa nafikiria juhudi nilizozifanya, ndiyo kitu ambacho kiwa kinanipa uh, a moment of thinking, unajua kwamba ah, kwamba, uh, juhudi ziozi zimefanya nimejitahidi. Sijapika karibu miezi mitano, sijui minne, mboga za majani leo nimepika, alafu imeenda kirahisi kama hivi. So mi nikapata lesson moja kwamba kuna vitu vingi katika maisha ambavyo tunaweza tukapambana kuvijenga, tunaweza tukatumia muda mwingi sana kujifunza ili kuweza kuvifanya au kuvifanikisha, lakini kama tusipojifunza namna ya kuvitunza, basi na hivyo vitu vitapotea, kama ambavyo mi nilipoteza mboga za majani. Nilitumia karibu nusu saa au inawezekana saa nzima kuandaa, lakini nimepoteza kwa uzembe, kama usikuwa makini kwa nini kuhakikisha gesi imezima. So na wewe pia unaweza ukawa unafanya kitu labda umesoma kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu ukapata hiyo kazi ambayo unayo lakini, kama hautajifunza namna ya kuitunza, kama hautakuwa makini na kupay attention namna ya kuitunza na kuilinda, basi itapotea, kama nilivyokuambia, nipoteza mboga zangu za majani. Ingawa ulisoma kwa tabu, ulisoma kwa kutumia mishumaa, ulisoma kwa kutumia mwanga wa radi, lakini ukishindwa kutunza kazi yako, hata watu ambao wanakuzunguka pia hawatakufadhili. Kwa maana kwamba kama wataona hautumii jitihada zako ulizonazo kuhakikisha unalinda kazi yako na kutoa matokeo, basi hata watasema, sawa, una cheti, sawa, una elimu, lakini hatuwezi ku, kuendelea na wewe. So nikasema ili ndugu zangu wasiweze kupotea, ili ndugu zangu waweze kujua namna ya kulinda kazi zao, basi nikaandikia kitabu cha Ajira Yangu, Mafanikio Yangu. Ni kitabu ambacho kinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu kumi tu kwa mfanyakazi wa kawaida kabisa wa nchini Tanzania, huwezi kushindwa kununua kununua hicho kitabu kwa sababu ni gharama ndogo. Kwa hiyo unaweza kukinua ukasoma na ukajua namna ya kulinda kazi yako ambayo pengine umepata kwa tabu, au hata kama ukipata kwa tabu, lakini ule ujuzi ambao unaotumia umeupata kwa shida sana. Kwa lazima ujue namna ya kulinda hata kama una malengo mengine ya kujiajiri, una malengo ya kuwa mfanyabiashara lakini kwa sasa hivi namna ya kulinda, basi unatakiwa kujipatia kitabu hicho. Kitabu kupata ni rahisi, unaenda tu kwenye Amazon una type I mean, unaenda kwenye Google search engine una type Frank Mtwale pale Amazon, watakuletea link pale uh, ambayo uta click itakupeleka moja kwa moja kwenye Amazon Kindle book pale. Watakuonyesha uh, kitabu changu kitatokea pale, kuna summary ambayo utasoma kila sura inahusisha nini. Basi kama ni mtaalamu wa kununua vitu online, unaweza ukalipia ukakipata. Lakini njia ya pili ambayo naamini ni rahisi kwa kila mtu ni kunitumia ujumbe kwenye WhatsApp kisha anakuelekeza namna ya na kulipia, then unapata kitabu chako. Kitabu kipo katika mfumo wa PDF, ambapo unaweza kusoma kwenye kifaa chochote ambacho kina open PDF, kama vile simu, kama vile tablet, kompyuta. Unaona, maana yake ni portable, unaweza kwenda nacho sehemu yoyote bila kuwa na mizigo. So chukua hatua sasa hivi, usije kufanya makosa kama ambayo mimi nimefanya. Angalau mimi nilipoteza mboga ambayo nafikiri ni kama 600 500 600. Sasa usije kupoteza kazi ambayo inakuingizia mamilioni ya fedha kwa mwaka. Asante, na mpaka wakati mwingine, lakini usijisahau kujifunza kutokana na makosa ya watu wengine.